Hello guys, mambo vipi? Karibuni leo tunakwenda kupika tambi za spageti kama unavyoziona hapa, tambi hizi ni tamu sana. Kwanza kabisa tunaanza kwa kubandika maji jikoni. Utasubiri mpaka yachemke kisha utaweka tambi zako Utaziweka vizuri kama hivi. Baada ya hapo, utasubiri zilainike. Kwa hiyo utaziweka, hakikisha unaziweka vizuri, unaziweka kwenye maji ya moto Kisha unasubiri zilainike. Utachukua cha mwiko wako, utakoroga, utazikoroga ili zilainike kabisa. Kama hapa bado nitaendelea kuzikoroga tambi hizi mpaka kuhakikisha zinalainika. Hiki ni chakula ambacho unaweza kupika kwa urahisi sana, hakichukui muda mrefu. Hapa nitakifunika, nitaweka chumvi Unaweka chumvi kiasi. Kama wewe mtumiaji wa chumvi nyingi, utaongeza hapo na koroga chumvi yako ikolee. Napenda zinavyolainika kama hivi. Baada ya hapo, tutazichukua sasa tutachukua hizi tambi, tutazichuja kwenye chujio. Maji yote yakishatoka, tunaziweka kwenye sufuria kavu. Tunaziweka kwenye sufuria kisha tunaweka mafuta. Utaweka mafuta vijiko viwili au vitatu vikubwa vya chakula utaendelea kuzikoroga ili mafuta yako ya enee. Unaona tambi zetu zinachambuka, hazishikani. Kwa hiyo utaendelea kuzikoroga ili zichambuke chambuke na zisishikane. Utakoroga mpaka utakapoona kwamba zimeiva. Kwa hiyo utazigeuzageuza. Unaona tambi zetu zinavyochambuka, zina mchambuko mzuri, hazikushikana hata kidogo. Unaziona zinavyochambuka. Mpaka hapa tambi zetu ziko tayari na tunapakua. Kwa hiyo nitaweka tambi zangu kwenye sahani. Nitakwenda kula na roast ya nyama ya kusaga. Kama umependa video hii usisahau kusubscribe na kuilike video hii pia kushare na watu wengine. Usikose video zetu nyingine zinazokuja. Tambi hizi ni tamu sana, jaribu kupika na wewe. Unaweza kuongeza tomata kama mimi hapa naweka tomato, mm. Unakiona chakula hichi ni kitamu mno. Asanteni kwa kuangalia. Bye.